Akamwona mwanamke mwanaume kwenye bustani na akasema, si vyema huyu mwanaume awe. Alafu Mungu akasema, nitafanya nini? Nitamletea msaidizi. Kusingekuwa na kazi ya kufanya iliyokuwa inahitaji usaidizi, there was no point for a woman to come into the picture. Na Mungu anaposema nitamletea msaidizi, simama Maanake shika hii meza kwa huku, anachosema ni hiki. Mungu anaposema nitamfanyia msaidizi, manake ni kwamba badala ya huyu mtu kustruggle kubeba mwenyewe eh, Mungu anasema nitamletea. Halafu huyu msaidizi akija, ile kazi inakuwa. Ndio maana ninakataa kabisa mwanamke